Rais Yoweri Museveni wa Uganda amethibitisha kwamba serikali yake iliwateka nyara wanaharakati wa Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyoo akiwataja kuwa wataalam wa maandamano waliofanya kazi kwa karibu na mpinzani wake Bobi Wine. Naam, katika mahojiano yaliyopeperushwa na kituo cha UBC nchini Uganda, rais Museveni alikiri kupokea simu kutoka kwa viongozi wa Kenya walioshinikiza kuachiliwa kwa wawili hao, na pia alikiri kutumia utekaji nyara kama njia ya kuwakabili mahasidi wake wa kisiasa, akidai kwamba wanatumiwa kuharibu taifa hilo, kama Gatete Njoroge anavyotuarifu. Saa chache baada ya serikali ya Uganda kuwaachilia wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo, rais wa Uganda Yoweri Museveni amevunja kimya chake kuhusiana na tukio hilo. Museveni amekiri kuwazuilia wawili hao kwa siku thelathini na nane kufuatia ripoti za ujasusi zilizowahusisha na maandamano nchini Kenya. Here, Uh, like for instance, we have got Keny- two Kenyans whom we arrested. Mm. They have been with us. I, I, I have their names, but I don't remember their names. They came. Uh, they, they were working with the Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Kulingana na Museveni, Njagi na Oyoo walizuiliwa eneo maalum ambako ilichukua juhudi za viongozi wa Kenya kuzungumza naye kabla ya kufanya uamuzi wa kuwaachilia. So rais <laughs> yeah, wa Uganda anasema wawili hao ni miongoni mwa makundi yanayopata ufadhili kutoka ughaibuni, akisema imemlazimu kuwateka nyara wengine mara kadhaa. so we pick them and then after some time they will release them no problem at all Museveni anaamini maandamano dhidi ya uongozi barani Afrika ni njama ya kuchukua rasilimali za Waafrika, lakini ni kukiri kwake kuwatekanyara Njagi na Oyoo ambako kumetamausha wengi. Kwani serikali ya Uganda ikiongozwa na asasi za kiusalama ilikana kuhusika. Semi za polisi zilifuatwa na taarifa ya jeshi la Uganda kwa mahakama kuu. Kwenye taarifa yao walieleza mahakama kuwa wamefanya uchunguzi wao na kukagua rekodi zao na kwamba wawili hao hawako mikononi mwao, maelezo yaliyopelekea mahakama kuu ya Uganda kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa kushurutisha serikali ya Museveni kuwatoa wawili hao. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.